Sauti ya wananchi inasikika kwenye sanduku la kura. Ukipiga kura, kiwango cha idadi ya watu waliopiga kura kinatoa tafsiri ya imani na matumaini waliyonayo wananchi juu ya wale viongozi. Lakini la pili, kinaweka deni kwa viongozi waliochaguliwa kwa kura nyingi, ya kwamba tusibweteke kwa sababu uchaguzi ujao zikishuka kura zetu ni tafsiri ya kutokufanya vizuri na kukubalika kwenye jamii iliyotuchagua. Kwa zoezi la upigaji wa kura ni zoezi muhimu sana na ambalo sisi itatuwezesha kwenda kwenye mamlaka, wakati wanalinganisha kata gani imeongoza kwa kura nyingi, ndivyo itakuwa vile vile ambavyo sauti zenu zilizoko kwenye sanduku la kura zitakavyoongea kwa sauti kubwa kwenye miradi ya maendeleo kwenye kata husika. Baraza la madiwani au bunge ni vyombo vinavyokwenda kupambania keki ya taifa mm, kuja kula na wananchi wake kwenye maeneo waliochagua. Kwa hiyo keki hiyo inaongezeka thamani kama ulikotoka ulikuja na nguvu kubwa. Usipokwenda kupiga kula, Unamzorotesha na kumnyima nguvu mheshimiwa diwani akiingia mle. Jamani, ndugu zangu, sasa watu wenyewe wa hata hawakwenda kukuchagua, sasa unaomba nini? Wameridhika na hayo maisha, mbunge wako? Sasa watu wenyewe wa hata hawakujitokeza kwenda kufanya nini? Sasa unatunyima nguvu, tupeni kula za kutosha, tupate sauti ya kupigania maendeleo ya kata zetu.